Klabu ya Tottenham Hotspur nchini in Uingereza imeanzisha mazungumzo na Liverpool kwa lengo la kumsajili beki wa kushoto Andy Robertson. Liverpool walimsajili Robertson kutoka Hull City kwa kima cha paoni milioni 8 mwaka 2017, kipindi cha mkufunzi Jurgen Klopp. Mshambuliaji wa klabu ya Liverpool na Misri Mohamed Salah mwenye umri wa miaka thelathini na mitatu pamoja na mshambuliaji wa Brazil Vinicius Junior watakuwa walengo wakuu wa usajili wa ligi kuu ya soka nchini Saudi Arabia kipindi hiki cha majira ya kiangazi. Goalkeeper wa klabu ya Tottenham Hotspur, raia wa Italia Guglielmo Vicario mwenye umri wa miaka 29 anawavutia vigogo Inter Milan, huku wakitafuta mrithi wa goalkeeper Mswidi Yann Sommer mwenye umri wa miaka 37 na saba. Manchester United wapo tayari kuanza mazungumzo ya mkataba mpya na kiungo wa timu ya taifa ya Uingereza mwenye umri wa miaka 20, Kobbie Mainoo Chelsea wanazingatia dili la mkopo kumsajili kiungo wa timu ya taifa ya Brazil Douglas Luiz mwenye umri wa miaka 27 ambaye yupo kwa mkopo Nottingham Forest kutoka Juventus hadi mwisho wa msimu huu. Arsenal wanachunguza uwezekano wa kumsajili beki mwenye umri wa miaka 16 Lago Machado kutoka Corinthians nchini Brazil. Hatimaye klabu ya Roma nchini Italia pamoja na klabu nyingine wamo mbioni kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Manchester United na Uholanzi Joshua Zirkzee mwenye umri wa miaka ishirini na minne. Gonga subscribe na washi notification bell, usikose taarifa zetu kila siku. Jina langu ni Kinda Mkanamizaji Wycliffe Mosau.